Wamiliki wa nyumba zinazozunguka jumba lililoporomoshwa huko Mombasa wanalalamikia kupuuzwa na serikali ya kaunti hiyo, hata baada ya kuahidiwa fidia na mwekezaji pamoja na serikali ya kaunti. Wamiliki hao wanadai kukadiria hasara mamilioni ya pesa huku wapangaji wao wakihama, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Kwa zaidi ya mwezi mmoja mmiliki wa jengo hili amesalia kukadiria hasara, biashara na wapangaji waliokuwemo wamehamia kwingine. Jumba hili ni moja majumba ya majumba yanayozunguka jengo lililoporomoshwa mwezi Aprili ambao wamesalia kukadiria hasara. Mita chache kutoka hapa, mmiliki mwingine amelazimika kukarabati vyumba zaidi ya kumi na tano anasema kila chumba kimemgharimu zaidi ya shilingi 1045. Carpentry imefanywa na landlord, masonry imefanywa na landlord, plumbing imefanywa na landlord, Uh, kazi kama hizo na glassworks inafanyika mpaka sasa inafanyika, mzee akakaa hivyo hivyo tu, ikabidi tutoe pesa zetu again kutengeneza hizo madirisha na sliding, which is very wrong. Serikali mpaka leo hii, mpaka leo hii hawajakuja hata mmoja, hata mmoja hajakuja hapa. Wanasema juhudi zao za kupata fidia kutoka kwa mwekezaji na serikali ya kaunti ya Mombasa jinsi walivyoahidiwa zimegonga mwamba huku wapangaji waliokuwepo wakikosa kurudi. Kuna waliolipa 52000 kuna wenye flat ambao hiyo, hiyo, hiyo, that month hawakupata rent, kwa sababu vipi waumize tenants wao, na pia na alafu serikali wakatu promise kwamba watarimbaz which ambao mpaka sasa haijakuwa. Wafanyabiashara walioko kando ya jengo lililoporomoshwa pia wanakadiria hasara baada ya vibanda kuvunjwa na sasa wamesalia kutapatapa.